Anawaambieni eti wasanii wakataeni, walienda kwenye kampeni ya CCM. Ajira ya msanii ni sanaa. Unatakaje mtu mtu aache ajira yake? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Manchester ni mashabiki wa Manchester? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Simba ni mashabiki wa Simba? Nani kawaambieni wachezaji wanaocheza Yanga ni mashabiki wa Yanga? Uchezaji ni ajira yao yeye hajali kwamba we ni shabiki hata kadi ya hiyo klabu hana. Msanii akienda kuimba kwenye mkutano, yeye pale yuko kazini, yuko kwenye ajira yake. Tuna, tunahangaika vijana wapate ajira, wewe unasema wakatae fursa ya, ku, ya kupata fedha. Nani kawaambieni hao ni wanachama? Nani kawaambieni wanaenda kuimba kwa kadi? Nani kawaambieni? Nani kawaambieni nyimbo za kwaya zile zinatengenezwa na studio za walokole? hawa wana akili au kamasi? Hawa unakataa watu wasifanye kazi, na kuna watu tunaanza kushabikia hilo. Nani kawaambieni nyimbo za injili zinatengenezwa na studio ya mlokole yule anayetengeneza nyimbo hizo? Nani kawaambieni kaokoka? Nani kawaambieni? Tunapelekwa wapi? Tunaelekezwa, tunataka kupelekwa wapi? Chuki za kijinga hizo, chuki za kijinga kama mkutano kama mtu kaandaa mkutano na anamlipa msanii, mtu ana harusi yake anamlipa msanii, wewe inakuuma nini? Yeye yuko ka, yeye ajira yake anasomesha watoto ana kodi ya nyumba, anaipatia kwa kipaji hicho alichompa Mungu. Ndiyo, nani kawaambieni? Mtu anaenda kucheza timu ile, nani kawaambieni ana kadi ya wanachama ya timu hiyo yeye pale haangalii haangalii kadi gani ile yule. Yeye ana studio, anakuja mwimbaji anataka kubani wimbo wake. Nani kawaambieni kama yeye si muumini wa wa dhehebu hilo? Nani kawaambieni anakuwa mshabiki wa dhehebu hilo? Yeye yuko kazini, kazi yake yeye ni kuchoma nyimbo. Msanii aimbi kwenye kampeni tu, Simba wakiwa na Simba wakiwa na na Simba dei, msanii anaenda, yeye ni shabiki wa Simba. Yanga wakiwa na Yanga dei Msanii anaenda, yeye ni shabiki wa Yanga. Yeye analipwa kuimba, ndo ajira yake.